Ukimwambia mkeo hivi, niamshe saa kumi na mbili. Akikuamsha hata kama una kwa kwenda amka, ukimwambia ah, kumi na mbili utaniamsha saa moja, mama anasubiri saa moja tena. Dokta, eh, saa moja. Ah, mke wangu eh, achana nayo. Akili ya mwanamke anaanza kukuzalau siku, kimwambia Sweetie, eh kumi alfajiri niamshe, moyoni mm. <laughs> unasikia mdomo, anakwambia aya, lakini mdomoni umezalauliwa. Hujazalauliwa ukimwambia mkeo, nakwambia nataka nijenge nyumba kali. <laughs> mpaka wewe unakuja kugundua umezalauliwa tayari, alishaanza zamani sana. Na wapi anaanza? Katika hizi hizi maina. Kama nikoje nikwambie, mkeo akikuliza leo unataka kula nini, usianze wewe ndo mwanamke, una huo ni ujinga Unapoteza authority. Mkeo akikuuliza leo unataka kula nini, taja unachotaka kula, ila kilingane na hela uliyoacha. Usianze kuku, uliacha ya kuku, taja. Usianze mke wangu wewe nifikirie kazi, nifikirie watoto, nifikirie na chakula nyumbani. No, mwanamke ana submit. Kuna wakati aulizi kwa sababu ajui, anauliza kwa sababu yeye sio kichwa. kwa akikuuliza, mwambie sasa. He, matembele usiweke nyanya Weka kitunguu na limao kwa mbali, tengenezea na ugali. Usisahau nyanya chungu kwenye kwenye dagaa na kapilipili, ugali mkubwa. Sawa mama, haya. Hivi unajua mke wako atapika, amechangamka leo yani. Baba nakwambia atakwekea mpaka onga mchuzi mixer ambao hujamuomba aweke. Kwa hiyo mwanaume, usipoteze authority kwa gharama, don't dare.